Polisi walikufa walipigana risasi wenyewe kwa wenyewe. Kuna polisi walikuwa wanapiga risasi polisi wenzao. Why? Kuna polisi ambao walikataa zile oda za kuua, kwa hiyo wakashut wenzao ambao walikuwa wanashut wananchi same thing, same thing na wanajeshi. Wanajeshi waliokufa walipigwa risasi na polisi kwa sababu ya kulinda wananchi, wakuwa wanalinda wananchi sana. Wale polisi ambao walikuwa ni majangili ambao waliwekwa wale wa KMKM, sijui wapi wapi, wale waliua wanajeshi, na pia wanajeshi wengine walipiga risasi askari. Yani ishu ni nzito, na hapo tunapoongea kuna askari uh, wengine especially wale waliokuwa wamevaa nguo um, hazieleweki, zani za kawaida, wapo kwenye zile noa, walizokuwa wanapiga risasi. Wale ambao walikuwa wanapita kupiga risasi wengine wamekamatwa, wanashikiliwa na jeshi. Samia anafosi waachiwe, anataka waachiwe kwa sababu wengi waliokamatwa na na na nani na, na, na jeshi ni vijana wa yule mafuele wako jeshi wamekamatwa. Samia anataka waachiwe. Guys, siku Samia tutakapo, bad, tutakapomtoa Samia madarakani which is gonna be very soon. Serikali itaongea ukweli ita, itawaambia hichi ita, ninachowaambia kwamba kuna askari wengi walikufa kwenye ile maandamano ya 29 na kuna wanajeshi walikufa yaani, wanajeshi hawakuwa wengi, lakini askari wengi walikufa kwenye yale kwenye yale maandamano, lakini wanajeshi pia walikufa kwenye yale maandamano, na, na sio kuwa vifo vya wananchi wenyewe kwa wenyewe, vile vyombo vya usalama. Unaona, sasa ni hivi, tarehe tisa Disemba inaenda kuwa mbaya, inaenda kuwa mbaya kwa sababu this time watu, watu wamejipanga Unajua, maandamano yale ya kwanza ya ishirini na tisa hakuna mtu alitegemea alitegemea Samia anaweza kuwa na ushetani ule wa kutoa oda ya wananchi kuuawa. Unaona, yaani ni kwamba mpaka kuna wa, kuna askari ambao wako kwenye jeshi la polisi walikuwa shokt na walikataa zile oda Unaona, na wanajeshi ndio walikuwa shocked kabisa, sababu hawakutegemea risasi wanachopigwa risasi, walitegemea vipigo vinini, afu wao watawalinda, hawakutegemea watatokea watu wanapiga risasi wanafanya nini, hawakutegemea hicho kitu. Sasa, so this time wamejipanga kwa sababu wanajua kwamba Samia ni mnyama kiasi gani, ni shetani kiasi gani. So this time wamejipanga, ndio maana nasema this time haitakuwa nzuri. so its important jamani, nyie wenye influence wazee wanani it's important. It's important hii serikali mkakaa nayo its important, ikatafutwa njia ya kumwondoa Samia kabla ya tarehe tisa Disemba, ikatafutwa njia yoyote Samia kuachia nchi kabla ya tarehe tisa Disemba, because inaenda kuwa mbaya, nawambieni mimi sahivi kuna polisi yani nitawasaidia sita kuongea zangu nini? Yani id kuna wanajeshi sasa hivi wanaji second guess, especially baada ya kuruhusu sa hivi, sa hivi, Samia kuingizwa kuwaingizia zile hela mpaka wanauliza tunazirudisha tuna wapi? Tunazirudisha tuna vipi? Wamekuwa suicide, wako so guilt ridden kwa sababu ya kuruhusu vile vip, vifo, vifo vilivyotokea. kwamba they didn't do enough, yani wanajilaumu kwa kwa maana hiyo. This time tarehe hii hii ya pili wamejipanga vibaya mno ndugu zangu, wamejipanga kupambana vibaya mno na haya mauaji. kwa sababu the first time hawakudhani itakuwa hivyo kwa hiyo hawakujipanga, ilikuwa shok. So jamani, Kikwete, Samia, fanyeni mfanyalo, tarehe tisa Desemba mhakikishe mambo yamekaa sawa kabla ya hiyo tarehe. Wananchi wasiandamani kwa sababu ishu naenda kuwa nzito, na ndio maana pia mnaona sasa hivi serikali iko kimya, hawafanyi tena vile vitisho vyao vya kutoka tutaua si tutawapiga, si tuta nini, tuta nini? Ishu ni nzito, ndugu zangu. Ishu ni nzito, ishu ni nzito. Kuna wanajeshi bado wako na Samia, alafu asilimia kubwa wako guilty ridden na mauaji haya yaliyotokea. Kwa hiyo tarehe tisa hiyo ndio nzuri, haiendi kuwa nzuri, nawaambieni mimi. Kwa hiyo serikali, kina Kikwete watafute jinsi yoyote njia yoyote waiachie hii nchi kwa amani, kwa sababu tarehe tarehe tisa, wananchi watakapotoka ndani, ndugu zangu, like i said sita kuongea mengi, lakini nitaka niwambieni hicho kwamba ishu, jamani, ishu ni mbaya, ishu ni mbaya jeshini, ishu ni mbaya mpaka polisi. Nawambieni mpaka polisi, polisi wako wengi wako guilt ridden kwa yale mauaji kwa hiyo tarehe tisa, mauaji kutokea tena ya wananchi ndugu zangu, hayatokei yatatokea mauaji ya wako sita kuongea like, nitaongea too much too much, lakini ni lazima hii serikali Samia aachie nchi kabla ya tarehe tisa Disemba, ndugu zangu, lazima tarehe tisa Disemba Samia aachie nchi kwa sababu ziko na bibada ikenda kuambia Mange wa Kimambi atoboa siri kubwa kwamba eh, kuna baadhi ya askari ambao waliweza kuuliwa wakati wa maandamano ambayo ilifanyika, um, mwezi uliopita pale Tanzania akidai kwamba baadhi ya polisi walianza kuuana wao kwa wenyewe eh, kulingana na amri ambao iliweza kutolewa kutoka kule juu na wale wakubwa ama wakuu wa polisi kutoka kwake Samia Suluhu. Inasemekana kwamba wale polisi wao pia wana, wana, yani wanahisi wame wamefilisika, wanahisi kwamba aha, zile mataka zao bado hazifikiwi, kama wananchi wana feel bado ama wanahisi kwamba wamefinyiliwa diposa, wakati ambapo amri ilitolewa ya ku, uh, ile ya piga risasi ua wengine walikataa, lakini katika kinyang'anyiro cha pale na hapa na pale katika mkimbizo uh, pale Tanzania wakati wa maandamano, wale wengine wakahisi kwamba hawa sasa watakuwa wasaliti na huenda wakati wote ule watatusaliti. Kwa hiyo uh, kule ground eh, kulikuwa na baina ya polisi aina mbili: kuna wale ambao walitaka kuua kuna wale ambao hawakutaka kuua, kuna wale ambao hawakutaka kumwaga damu ambayo haina makosa. Kwa hiyo wale ambao walitumwa e, sijui wakalipwa, wakapewa amri e, ni kwamba walianza ku e, kuvamia wale ambao hawakutumwa, ama walitumwa lakini hawakutaka kutilia maanani ile amri ya shoot and kill, ama ile kupiga risasi maliza hapo hapo. Kwa hiyo ni kitu cha kushangaza kwamba huenda pia e, wiki wiki ijayo ambayo itakuwa ni Jumanne, kutakuwa na mapigano makubwa sana, lakini e, habari ambazo tunapokea kutoka hapa mezani kwetu ni kwamba polisi wamesitisha maandamano ambayo watakuwa yame, ama yamekuwa kipangwa kwa muda wa wiki mbili hivi kule Tanzania, na wamkahamazisha kwamba yule ambaye atatoka na apatikani akiandamana atachukuliwa hatua eh, mahakamani. Kwa hiyo ndio hivyo mambo yanakwenda. Zidi kufuatilia ya maana hapa tukupa yote.